Sabuni moja ina rangi fulani hivi, inaonekana kwa hivi na inakovu sana sana. Inafaa kwa matumizi ya kufulia, kuoshea vyombo, kuongea. Jamani, wakijazamu na wapenda sana kalini iizoe m izongoa meke lakini hiyo bado hatujaweka kwenye package, lakini pia tunakuja hapa. Hii ni sabuni yetu, inakuwa kwenye box, inakuwa iko hivi. Hii inaitwa kibua soap. Bei yake ni rahisi sana, kama ilivyoonekana. Jamani, sabuni zetu zina makovu, zina povu, unafaa kufulia, kuoshia vyombo, kuogea. Wale wateja ambao mmewekwa test, nafikiri mnaelewa. kwa hiyo Nawapenda sana kaioni. Aa, kutoshapia ai kuna K 29 kwa kajiponi, naonekana vizuri kabisa ikiwa inasubilia kupakiwa kwa ajili ya kupanisha mizigo. Jamani jamani, naombeni oda zenu, karibuni sana, nawapenda sana K 29 kwa wote.